Wengineko mratibu wa mpango wa kudumisha amani Fred Odera amewataka vijana kudumisha amani na kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo ili kuleta mabadiliko katika jamii. Akizungumza wakati wa mkutano wa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana ulioandaliwa na shirika laki binasi, laki jamii, la kibinafsi la kijamii la masuala ya vijana la Lunga Lunga kwa ushirikiano na Wizara ya Vijana huko Lunga Lunga kaunti lunga, ya Kwale, Odera aliwahimiza kuleta mabadiliko kwa kuwa wana ya kipekee iwapo watajitokeza na kushiriki katika miradi iliyolengwa. nyingi sana ambazo zinakumba nchi zinakumba vijana kwa, eh, nafasi ya kubwa sana, lakini ni sisi vijana ambao tuna uwezo mkubwa wa kuzibadili hizi changamoto ziwe ni nafasi nzuri ambazo zinaweza zisoma, na tuwe na uwezo wa kuji, kujiendeleza kimaisha. Nimeona vijana wamejitokeza kwa wingi na wanafurahia kwamba mradi unawafikia directly vijana uh, kama watano wameweza kusaidika kupata loans, wengine wako on the way, bado wako kwenye proses ya kupata loans, wengine bodaboda boda. Wengine pia wamelinkiwa wame na hii kazi majuu, na kutokana na hii kikundi chetu cha LCBU na wanasaidiwa kuproces dokumenti zao.